Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24 na kukaribisha mara tena kuweza kufuata taarifa ya habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako kama kawaida ni mimi Safari Almash, na kuomba uweze kunitegea sikio na kunipa macho na sema karibu. Tuanzie na huko Bukavu ambako mama mmoja kuwawa watu wane kujeruliwa vikali pamoja na vitu vya samani kupelekwa. Hayo ndio matokeo ya kitendo cha wizi wa kuvamia kilichoendeshwa katika nyumba kadhaa usiku wa kuamkia Jumatatu ya tarehe 23 Juni 2025 katika kata la Panzi mjini Bukavu. Bwana Itongwa Christophe ni kiongozi makamu wa kata la Panzi, ametoa hapa picha ya kile kilichotokea katika eneo la tukio. E, kata Panzi ilikuwa tena sible ya wajambazi ya kuwa na silaha hii usiku wa siku ya Mungu tariki makumi mbili na mbili kukuchia siku ya kwanza tariki makumi mbili na tatu mwezi huu na mwaka huu, ilikuwa e, saa tano na nusu ya usiku mpaka saa nane za kukuchia hii siku ya kwanza. Na warugaruga hao walipiga e, masasi nyingi sana na bila inakuwa ya mama moja kufariki na watu ine kulumia. Mama huyu ambaye alifariki anaitwa kwa jina la Mulangala Mugisho Jean. Anakuwa na miaka makumi tano na, na originaire wa Modusa. Na kati ya wale walioumia kunakuwa bwana Bertin Irenge, yeye anakuwa shofer kwenye Fondation Panzi na watoto wake wawili vilevile vile wameumia vilevile eh, vile kulikuwa nyumba nyingi ambazo zilikuwa vizite na warugaruga au ndani ya aveni Kamagema A, aveni Kamagema d mujumba mulume munene d na mulume munene eh, t ndani ya hizo aveni warugaruga walibeba vitu nyingi eh, na vitu vilivyokuwa na valer na pesa. Kwa hiyo uh, sisi kama viongozi tunaomba kwa autorite provinciale kurenforce securite ndani ya kata yetu Panzi, kwani e, inakuwa kaa ya zaidi ambayo tunaendelea kuanregistre eh, e, osi tunaomba kwa population yetu kukolabore na service yetu za securite e, kwa kuweza kugundua wale wafanya mabaya. Asante. Na huko Mboko makao makuu ya sekta ya Tanganyika tarafa ni Fizi, ni kwamba hali ya usalama ya rejea kuwa tulivu baada ya milio ya risasi kusikika kwa wingi kijijini Mboko Jumatatu ya wiki itu. Nayo risasi hizo zilipigwa na wazalendo ambao wanamtuhumu kiongozi wa sekta hiyo ya Tanganyika, bwana Gedeo Miobakano, ambaye wanasema kuwa alitumia vibaya pesa za wazalendo imae force de guerre. Mmoja wa kaji wa Mboko ambaye kutaka jina lake litajwe, anaeleza hapa hali ni Ilivyokuwa kufuatana na hali wasi, wasi ya wasiwasi ambayo ilitokea Mboko, tulikuwa na sherehe ya kumbukumbu ya mwami Omari Charles Simbi ya kuendeza mwaka mmoja tangu kutoweka kwake pigwa masasi mwa Avenue de Marche. Seremoni hiyo ilipitika kwenye nafasi mingi mingi kwa kuanzia ku bureau groupement. Kutoka ku bureau groupement tukaenda mwaveni kwenye alipigiwa masasi, tukatoka mwaveni tukaenda kwenye alizikwa. Kutoka kule kulikuwa conference de deba, apres conference ba kulikuwa cocktail. Baada ya hayo mambo ambayo nimetaja hapo, kakuja kujitokeza hali ya sitofahamu kati ya kijana mmoja kutoka Baraka preciseme Katanga mzalendo tena motari ambayo alikuwa kileta dada mmoja kutokea kule ambaye alikuwa ni mama wake wa kazi wake huyo kijana alikuwa iko na pikipiki akaja akasema, kama mimi ni mzalendo, ila kwa sasa niko kama mfanyakazi, niko mpeleka boda boda. Baadaye ule kijana, wakati mama yake wakazi akamtuma kwenye aveni di marshile, unaitwa aveni sa majeste, Mami Charle Simbi Omar, kwenda kununua pampes za watoto. Kipindi alienda wenzake wazalendo wakamshika kule wakamnyanganya simu mbili, wakamnyanganya na franga za Congo elfu kumi na tatu kijana ka tulia akaja na wale wazalendo wengine na kuambia twende kwenye, nimeacha pikipiki yangu na mjue ni mjuze mama yangu mama yangu wa kazi kama imenyanganywa vitu fulani. Basi wakaja wakafika hotel sini, kijana akawaambia hii ndio pikipiki yangu kwa kuonesha wale wazalendo wawili. kipindi alionyesha pikipiki yake

ili tuliwe namna gani ya kukutetelea na yule mzalendo. Wakati alienda akaenda interprete message mubaya kwa mkubwa wake, na njo kawa chanzo ya masase. Kwanza pigwa vipindi alikuja mkubwa wake, alikuja. Sipende kutetea jina yake na sitajitambulisha, ikabidi mkubwa wake wakaja na wengine wazalendo na kuanza piga masasi kuanzia saa tatu za usiku saa nne zinakosa hadi asubuhi ya saa mbili saa tatu inakosa. Ila kwa kufuatilia habari fulani fulani tukia kugundua kama mkuu wa wazalendo hapa kwetu Mboko alisema kwamba chanzo ya fujo sio kufatana na hiyo hali ilitokeza jana, me chanzo ya fujo ni kufatana na kubwa wa sekta Jedeo ya Tanganyika, mheshimiwa Jedeo Miobakano alikula pesa zao za effort de guerre zenye raia wako wanatoa kwa kila nyumba mwisho wa mwezi frangi elfu moja. Hadi sasa wazajiona na wakampa masaa manne, hawa wameshatoka kwenye eneo yote ya sekta ya Tanganyika, bila hivyo watamuua. Hiyo ndio kisa, tofauti na hiyo, labda yakuwe mengine. Na kwengineko ni huko Lubonja makao makuu ya sekta ya Nganja, mkuu wa sekta Nganja Fizi, Kua, sekta uitajika, yako, Bernard, sekta Nganja, tarafa ni Fizi amekanusha habari zinazovuma kwenye mitandao ya kijamii kuwa amepana pesa za sekta hiyo dala elfu kumi bila utaratibu unaohitajika kiroo, ambacho hakina ukweli ndani yake. Amekanusha hiyo pindi alipojiwa na TV yako. Akizungumza na TV yako bwana Akili Bernard mkuu wa sekta ya Nganja amesema kuwa habari hizo hazina ukweli hara kidogo, na kamwa hawezi kutumia pesa za sekta hiyo kwa maslahi yake binafsi kwa kuwa yuko kwa ajili ya kutumikia raia wake. Niweze kuwaambia kama tuliweza kuingia kwenye madaraka kwa malengo moja, kutumikia raia na trasabilite ya pesa za Nganja ziweze kuonekana, kuonekana ina maana miradi iweze kutekelezwa, tuweze kujibu kwa mahitaji ya raia. Na bwana journaliste nitakuambia kwamba sisi tunapata maelo, maelekezi kutoka viongozi namna ya kuweza kutumika na gestion au chaine de depense inapashwa kuwa namna gani, lakini kusema kwamba kuna apel ambazo sisi huwa tunazipokea kutoka kwa viongozi ili kupeleka pesa, huo ni uongo mtupu, ili mimi nalisema mbele za huyu Mungu ambaye sisi tunamwabudu. Lakini ni watu tu ambao wanania mbaya watu ambao mawazo yao ni potovu, watu ambao hawapendi kujenga, ndo wale ambao wanapeleka hizo message mbaya kwa kuweza kupenda kuchafua kazi ambazo sisi tunazifanya. Sisi hatutegemei mtu mwingine, bali raia na bilan. Mimi siwezi iongea kwenye reseaux sociaux, lakini raia yenyewe inaishi miradi ambayo sisi tunatekeleza Tangu mimi niingie kwenye madaraka sijawahi kutoa hata nusu ya pesa kuipeleka nje. Kuna vitu ambavyo viliweza kupita kwenye mitandao kwamba tuliweza kukopesha pesa. Ndiyo, nilikopesha pesa, piese justificative ziko kwenye ofisi mimi leo ni chef de secteur wa kumi na kenda ina maana kuna chef de secteur wa makumi mbili, makumi mbili na moja ambaye hatakuja na kuendeleza pale ambapo sisi tutakuwa tukiacha Nganja. Kwa hiyo sio budi kuweza kutoa matamshi na kuandika majina ambayo haifahamiki leno phantom, ili kuweza ku, kuendelea ku, kutukana eh, wakuu viongozi, heshima na adabu na nizamu iweze kutumika. Ikiwa una maono au una maoni ya kuweza kusaidia ili tusonge mbele, basi unahitajika uje ofisi ya sekta ya Nganja. I wazi kabisa, ili kwa kuweza kuwapokea na kusikiliza pia sauti zenu. Mwishowe, bwana Kilibernari amesema kuwa ni mambo mengi ambayo ameifanya kwa ajili ya sekta yake, kama alivyorejea hapo kwenye TV yako. Miongoni ya hapo, mimi nilifika na nikakuta miradi ambayo ime, imefanyika na predecessor wangu, na kuna mradi mwengine hadi sasa ambao uliweza kuachiwa na eh, mapango Kabiona, lakini hiyo miradi comme l'administration est continuelle, niliweza kuiendeleza. Kulikuwa eh, mradi wa hotel pale Lubonja, mradi wa sal polyvalent ambayo ilikuwa ni utupu kwa sisi tufanye mikutano, tulikuwa tukiazima viti, lakini kwa leo wami wangu jeunesse ambayo mara kwa mara huwa inafika kwenye e, kichwa cha nganja, wao wenyewe wanashuhudia namna gani vikao vinafanyika kwenye eneo nzuri e, na viti vimo tayari ambavyo sisi tuliweza kuvinunua. Niliweza kukuta pia mradi wa abattoir Misisi, ulikuwa bado mwanzo kabisa, lakini niliweza kuumaliza. Raia yangu, yale ambayo yanapitika kwenye reseau sosio sio ukweli. Ukweli ndo huu, mimi kama vile kiongozi wenu nawaambia, na mimi ni mtumwa wenu. Nimejenga shule la sekondari pale Lubonja, nilijenga bureau de transit ya maservice tofauti pale Kazimia na biro pia ya sekta nimeweza kujenga mir de soutenement pale Sebele ambayo ilikuwa inatia kilalo en danger. Nimeweza kujenga kilalo ya pale Misisi. Nimeweza kufungua barabara tofauti Fizi centre, bila kujali Mtambala au Nganja. Niliweza kupanda mamatela mu centre de santé Ngalula Nyangi. Nimepana manjanja juu ya hangar Kikonde. Nimepana manjanja juu ya école secondaire Kazimia nimepana e, matela ku poste de santé ya Ngoma, nimepana manjanja ku, sante, ku poste de santé ya Kibamba na mamatela. Nilifika kwenye kichwa cha nganja centre de santé hakuhukua umeme, niliingiza umeme. Residence ya chef de secteur niliweza kuingiza umeme, niliweza kutoa vyombo vya kuweza kufungua barabara Lumbwe na Namukala, na ayo nilipenda niwaambie. Ingilikuwa eti pesa sisi tunazipeleka ovyo ovyo, hatungeweza kutekeleza haya miradi na tukiwa tu katika sekta ya nganja huko Misisi, ni kwamba mkuu wa kijiji cha Misisi, sekta ya Nganja, tarafa ni Fizi, amelaani vitendo vya baadhi ya wazalendo wanaotumia silaha vibaya na kusababisha maafa kwa raia wasio na hatia katika eneo hilo. Akiwa kwenye laini ya TV yako, bwana Masaba Monga Franklin Katombo, mkuu wa kijiji cha Misisi, amesema kuwa vitendo kama na hivyo vimeshamiri sana katika eneo hilo, ni vyema wakuu viongozi husika na usalama kuwajibika ili kutatua swala hilo.

Message ni ba ambia kubwa waviongozi ni waangalie kisi ya kutuveni ee, parce que situation haina haina mzuri, ni mastepulacio ya mabunduki de controle, epi nie naeza ambia raia ya viziti na kando kando, kutusaidia kutu kuwa kutu kutu kutu kutu na denoncer, parce que ni apartir ya denonciation dio neza kusaidia tuke na kamata zile maka za mubai na tukamilisha habari zetu na huko Baraka ambako shirika la uchukuzi wa watu pamoja na mizigo ya SEPRO limetaja tabia mbaya ambayo inafanywa na baadhi ya wazalendo kupanda pikipiki piki bila kulipa pesa kwa mwendesha pikipiki, kitu ambacho kimekuwa kero kwao. Mkunjelisha Lesem ni mratibu wa shirika la SEPRO. Amesema kuwa ni jambo lisilo la kiungwana kuona wazalendo wanakuwa wanapanda pikipiki bila pesa, wakati waendesha pikipiki wanategemea kazi hiyo kwa ajili ya familia zao. Kunakuwa tatizo za ambazo tunapokea malalamiko ambayo tunapokea siku baada ya siku za watransporter wa motari, wanakuja kusema kwamba kunakuwa probleme ya wazalendo wakati wanapanda kupikipiki, wanakuwa walipi pikipiki. Kuna wale ambao wakifika akishuka tu anaenda hata semesha motari, kitu motari hatafanya kitu juu ule mtu yuko na bunduki, alafu ile inakuwa ni hali yenye inaweza kuleta crise ya confiance kati ya watransporteure na wazalendo, or serikali yetu ya Kongo inakuwa na upungufu wa kutoa mamwaede transport wanajeshi wake na vile vile hata kwa wareserviste wao ambao ni wazalendo, pikipiki ambazo tunatumia kwa sasa inakuwa njia pekee ya kusaidia usafiri wa wazalendo na hata wanajeshi wa serikali, ili kurahisisha mairjense fulani zenye wanaweza kuwa bako nazo. Kwa hiyo inatubidi sisi kutumika vizuri na wazalendo na wazalendo kutumika vizuri na watransporter, ili wao wanawafasilite mairjense zote zile zenye wanaweza kuwa nazo. Kwa hiyo tutaomba tu uongozi kuingilia kati, ili swala hii malalamiko inaweza ikawa vizuri kama wakati tunapeleka malalamiko na wa viongozi wanalifanyia wanafanyia kazi na inapata solution. Kama gisi tulilalamika juu ya problemu ya makamba, tuliweza kulalamika kamba ziko nyingi na kamba zinasumbua wa vrema watu inafanya mpaka wa transporter wanaanza kukosa wasafiri, na hilo kabisa tuliona uongozi ulifanyia kazi, vile vile hili nalo pia ambao tunasema eh, kama una pesa za kulipa, ni vizuri sana unaongelesha, una ule motari, unamwambia kaka, nisaidie, sina pesa, nataka nifike sehemu fulani, na wa motari nao wao wasikilivu kuangalia kwamba ni watu ambao tunasaidiana nao kwa ajili ya security, na wakati ana kitu misha biashara yao bado ni midogo na wakati ana kitu inafaa kusaidiana, lakini cha mzuri ni mzalendo aambie motare kabla hajapanda kupiki yake. Lakini ile hatua ya unapanda kupikipiki unafika pale unashuka unaenda sababu huko na bunduki, ile ni hatua ambayo tunaomba uongozi wa wazalendo ufatilie, maana inaweza kututuma hata huko na pesa wa motare wanaanza katala kubeba wazalendo sababu, anashakia tu kwamba kule mbele ataenda kuzurumiwa upande wake. Kamanda Chalumba Leonard, mkuu kiongozi wa wazalendo kundi la SNPC, sendani ya muji wa Baraka, ameomba kwa wazalendo kuheshimu raia na kuwalinda na mali zao zote ni mafunzo ni mafunzo, na njoo maana tuko tunaita kila groupe za arme inapashwa kuwa na mafunzo, banapashwa kufunzwa, aye tu kuishi na population, unaweza kuchunga raia na mali yake, aye unasoma elimu ya inchi. Ile ilenye tunasomaka kwetu sisi tunaisomaka muda wa 21 jours, tuko tunasoma elimu ya inchi na seanse militaire 21 jours e, bile vyote vinatuonyesha aye tunaweza kujere population e, mimi naweza kuambia tu population sio ya baraka wawe na amani, bavumilie tu tutawachunga sawasawa na gisi tunawachungaka. Mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, ni hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa yetu ya habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako nilikuwa ni mimi Safari Alimasi. Usisahau kulike kushare na kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati na kwa muda sahihi. Hii ni Fizi News 24 inayokujia mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo inakupa fursa ya kuweza kupata habari kemkem tena za motomoto moto. Bye bye. Fizi News 24. Fizi News 24. Media d'information en temps réel.